Hii ni mara ya kwanza kwa jimbo hilo kushiriki uchaguzi tangu kuanzishwa kwake mwaka huu, na Biteko amekuwa kada wa kwanza kujitokeza kuchukua fomu, ambapo ametinga katika ofisi za CCM Wilaya ya Geita majira ya saa mbili na dakika ishirini asubuhi akiwa na gari aina ya Toyota ST yenye namba za usajili T 860 DPH na baadaye majira ya saa tatu na dakika thelathini na tano Kulwa Biteko akarejesha fomu. Hatua ya Biteko imekuja mara baada ya CCM kutangaza rasmi kuwa watiania wanaweza kuanza kuchukua fomu kuanzia Juni 27, 2025. fomu hizo ni kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali mbali ndani ya chama kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Itakumbukwa kuwa katika uchaguzi wa mwaka 2020, Kulwa Biteko alijaribu bahati yake ya kuwania Ubunge wa jimbo la Busanda ambapo aliongoza kura za maoni ndani ya CCM kwa kupata kura 665, lakini hakuteuliwa kuwa mgombea rasmi wa chama katika jimbo hilo. Kwa sasa, Biteko ameonekana kurejea tena kisiasa kwa nguvu mpya kupitia jimbo la Katoro, akilenga kupata ridhaa ya chama na baadaye ya wananchi wa jimbo jipya la Katoro.